Wale mikora vijana wetu waliingiwa na wale mikora. Nataka ni ripoti nikiwa hapa nyumbani, 99.9% ya kenya hii kulikuwa na amani, hata hapa ziwa na wazingishu yote kwa jumla, wakenya wote walikuwa shughuli zao, hasa katika sehemu hii mashambani. 0.009% ndio kulikuwa na shida mimi nataka niseme hivi: kulikuwa na njama ya mapinduzi ya kiserikali. Ukiona mtu anachoma police station, ukiona mtu anachoma kotini, ukiona mtu anachoma magari ya polisi, ukiona mtu anaumiza polisi, ukiona mtu anaharibu na kuiba mali ya raia, ukiona mtu anachoma lami, kama mimi, kama wakili, those are treasonable offense That those individuals wakiongozwa na ule wa, wa Masias ambaye tulimfukuza kwa kiti, lazima ashikwe afunguliwe mashaka afungwe kamiti ile, ile kifunguya kamiti kirusha cheanamu asiwahi kugonganisha wa Wakenya tena. Ule mfalme ya ukabila ya ufidhuli, ule mfalme ya ukabila ya kuharibu nchi, lazima akomeshwe. Kenya hizi ni namna hiyo, wananchi na mimi nataka niseme kama wale tunamuunga rais mkono, hii watu sasa wameingiza sisi kidole kwa mapua yetu, na hiyo kidole haitarudi. Tutavunja hiyo kidole, ndio discipline. Mimi nataka niseme, nikiwa nyumbani. Niseme, nisiseme. Niseme, nisiseme. Niseme. Niseme. Niseme, niseme, nisiseme? So we expect the police to arrest and prosecute the planners